Haya ndio yanayomhusu Priscilla Ojo, mke wa Juma Juksi ambaye pia ni mwigizaji wa filamu nchini Nigeria. Jina lake anaitwa Priscilla Ajoke Ojo, alizaliwa tarehe 13 Machi 2001 jijini Lagos, Nigeria. Alikulia jijini Lagos na alisoma shule ya awali ya sekondari na akiwa na wazazi wake jijini Lagos. Baba yake ni mwigizaji na mwongozaji mwenye heshima kubwa sana kule nchini Nigeria ambaye anafahamika kwa jina la Bwana Iyabo Ojo, ambapo alihakikisha mwanaye anatimiza kile alichokuwa anakipenda kwenye moyo wake. Alijua mwanaye anahitaji nini, hivyo akiwa shule ya awali Priscilla Ojo aliweza kutenga muda wa masomo na muda wa kufanya filamu lakini mbali na filamu Priscilla ni mwanamitindo na mtu mwenye ushawishi mkubwa sana katika mitandao, na aliweza kufanya kazi na brandi nyingi za fashion za nchini Nigeria, na kitu hiko kiliweza kumfanya azidi kuwa maarufu zaidi ndani na nje ya nchi ya Nigeria. Mwaka 2024 Priscilla Ojo alivishwa pete ya uchumba na mwanamuziki mkubwa wa R&B ambaye anafahamika kwa jina la Juma Jux ambapo mbali na mwanamuziki lakini pia ni mwanamitindo ambaye anamiliki lebo yake mwenyewe ya African Boy. Mapenzi yao yaliibua vitu vingi na wengi walianza kuwafuatilia zaidi, huku wengi wakijaji kulikoni, imekuwaje ama vipi, na hasa pale waliposhirikiana katika video ya wimbo wa Juksi uliofahamika kama Olulufemi uliotoka Novemba 2024 ambapo uliweza kufanya vizuri katika platform nyingi zaidi ikiwemo YouTube. Mapenzi yao yaliweza kujajiwa na watu wengi wakiwemo waigizaji wakubwa nchini Nigeria, lakini pia kwa hapa Tanzania, wakiwemo wanamuziki na waigizaji pia waliweza kujaji, imekuaje Juma Juksi kuangukia penzini na dada wa Nigeria? Wengi hawafahamu kama Priscilla ni mwigizaji. Mpaka sasa hivi Priscilla Ojo ameshafanya filamu nyingi tu nchini Nigeria ikiwemo filamu ya Beyond Worlds, lakini filamu ya Young Trouble na filamu ya Ajele na series ya All of Us ambayo iliweza kufanya vizuri katika platform nyingi za movie za nchini Nigeria lakini pia duniani kote. Mapenzi yao yameonekana kuwa vivutio kwa baadhi ya maselebriti wengi ndani na nje ya Nigeria, lakini pia kwa nchini Tanzania ameonekana msanii Diamond Platinum akivutiwa na Juksi, na kama unakumbuka Diamond Platinum aliweza kutoka nchini Tanzania na kwenda Nigeria kwa ajili tu ya kwenda kushiriki katika harusi ya Juma Juksi, harusi ambayo iliweza kuhudhuriwa na mastaa mbalimbali akiwemo Ini Edo, ni miongoni mwa waigizaji wakubwa wa filamu wa nchini Nigeria. Lakini mbali ya hapo, Mei mwaka 2025 waliweza kuhitimisha harusi yao hiyo, ambayo iliweza kufanyika katika jiji la Dar es Salaam. Pia iliweza kuhudhuriwa na maselebriti wengi wa Tanzania, lakini pia maselebriti wengi wa Nigeria. Of course ilikuwa ni harusi ya aina yake ambayo iliweza kunogeshwa na mbwembwe nyingi na nakshi mbalimbali ikiwemo nakshi za fashion kwa kila star ambaye aliamini kwamba angeweza kumfunika mwenzake katika siku hiyo muhimu ya Juma Jux na Priscilla Ojo. Yes, of course, hayo ndiyo machache ambayo namhusu Priscilla Ojo ambaye ni mke wa Juma Jux. mimi naitwa Nasree HDP, unaweza kunifollow kupitia Instagram, TikTok pamoja na Facebook lakini pia YouTube unaweza kusubscribe, kulike, kuliki kucomment na kushare, ili wa kwanza kupata kile ambacho unachostahili kupewa, kupata more update, more details ambazo zinazoendelea kutrendi zaidi ndani na nje ya Tanzania. Mi na sign out, tukutane tena siku nyingine, muda na wakati kama huu, na asante kwa kunisikiliza.